Salamu alaikum wa Tanzania wenzangu. Uh, jana nimesikiliza clip ya ndugu yangu na mwanataaluma mwenzangu uh, Samy Awami ambaye ni mmoja wa waandishi wanaoheshimika sana hapa Tanzania, na alikuwa anajaribu kudadavua swali ambalo uh, limekuwa linajirejea uh, katika taaluma yetu ya uandishi wa habari kwa muda mrefu uh, kuhusu uh, ni wapi ambako mwandishi wa habari anatakiwa kuweka uaminifu wake. Uh, Samy ametumia Kiingereza cha loyalty kwa maana ya mwandishi wa habari anatakiwa kufanya yale mambo ambayo nchi yake anaamini yatafaidisha nchi yake au anataka kufanya mambo ambayo yatafaidisha watu wake, na na huu ni mjadala mrefu, ni mjadala mpana. Tumewahi kudebate huko nyuma, lakini e, katika clip yake ya jana e, muktadha aliyotumia ni matukio ambayo yalitokea hapa Tanzania e, tarehe 29 uh, Oktoba uh, mwaka huu lakini na siku zingine zilizofuata uh, na akaoji swali moja muhimu pale kwamba je, katika mazingira kama haya mwandishi wa habari anatakiwa kubaki na taifa lake, au mwandishi wa habari anatakiwa kubaki na wananchi? Na kwa conclusion yake ni kwamba uh, hii ndio exactly kwa nini uh, wananchi na waandishi wa habari wanatakiwa kubaki upande wa wananchi. Kwa hivyo kabla sija enda mbali niweke wazi e, Sami yuko katia hilo kundi ambalo linaamini kwamba waandishi wa habari wanatakiwa kuwa waaminifu au loyo kwa wananchi wao. E, lakini mimi e, naongea kwenye kundi lingine la waandishi wa habari ambao wanaamini kwamba waandishi wa habari wanatakiwa kuwa waaminifu kwa taifa lake, na niseme wazi kwamba tunakomaanisha taifa tumaanishi serikali. Kuna tofauti kati ya serikali na taifa. Serikali zinabadilika Uh, leo tumetanganyika tum, leo kutawaliwa na chama cha tano. Sasa hivi tunatawaliwa na CCM, huko miaka inayokuja zote kutawaliwa na Chadema na ACT na kila kitu, kwa serikali zinabadilika na huwezi kuwa mwaminifu kwa serikali, lakini uh, naamini kwenye uaminifu kwa taifa. Kwa hiyo tutalieleza vizuri zaidi, na kabla sijaweza ku, kuendelea mbele uh, nitoe pole uh, kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wamepoteza ndugu, wamejeruhiwa katika matukio ya ya Oktoba 29 na kuendelea, lakini pia eh, kwa wale ambao wameharibiwa eh, mali zao wameharibiwa eh, biashara zao eh, kutokana na matukio ambayo yametokea wakati huo. Sasa Sami, katika ajenda yake katika ile clip yake hoja yake eh, kwa maana ya premise ameijenga kwenye uchaguzi, uh, ile ile tarehe 29 matukio tarehe 29 Oktoba na Uh, na mimi pia nataka ni enka hapo hapo kwenye hiyo matukio ya tarehe 29. Kwa hiyo Samy anasema sasa katika yale yalitokea utakuwa upande wa public au upande wa, wa wa taifa lako. Kwa hiyo Samy anasema atakuwa upande wa public. Na ninge katika mazingira haya ningemuuliza Samy swali moja la kujibu kwamba uh, katika mazingira ya Oktoba 29 unaposema public unamaanisha public ipi? Kwa sababu kuna public ambayo asubuhi ilikwenda kupiga kura uh, kwenye ule uchaguzi na kuna public ambayo haikupiga kura uh, iliandamana. E, sasa katika hizo hizo, hao watu wawili, unaposema mwandishi unatakiwa kubaki na kusimamia jamii public. Unamaanisha public ipi? Lakini la pili e, kuna watu wa Tanzania au wananchi wa kawaida ambao kwenye siku ya wa uchaguzi walihusika kwenye kuchoma mali za watu lakini kuna Watanzania ambao mali zao ndio zilichomwa. Sasa unaposema mwandishi wa habari unatakiwa kuwa upande wa wananchi katika mazingira kama hayo, unakuwa upande wa wananchi waliochoma uh, mali za watu au unakuwa upande wa wananchi ambao wamechomewa uh, mali zao na wale upande mwingine? Na uh, sisi ambao tunaamini katika uh, mwandishi wa habari kuwa loyo kwa taifa lake, ni kwa sababu uh, ipo mifano uh, ya kuonesha kwamba Uh, wananchi mara nyingi hiyo uh, inaitwa public, ina vitu viwili. Cha kwanza uh, public wakati mwingine haifanani malengo, uh, public haifanani maamuzi uh, wakati fulani, na public inabadilika. Uh, leo unaweza kuuliza kitu hapa kwa wananchi, mnataka kitu gani, ukapewa majibu, lakini ukija miaka 15 20 ihi nayokuja, watu wale wale wanaweza kukupa majibu tofauti. Eh, lakini pia mtu ili kufanya jambo fulani au kuamia jambo fulani inategemea na ushawishi tofauti tofauti ambao anaupata, lakini eh, sisi ambao tunaamini katika, katika taifa tutasema taifa ni jambo ambalo linafanya mambo yake kwa muda mrefu, na ndio sababu kumfano, kwa mfano ni rahisi kuona kwamba taifa linaweza likatengeneza lika uh, uh, mpango wake wa muda mrefu miaka hamsini, miaka mia moja kwa sababu taifa lipo, lakini eh, wananchi wana wanaishi kila siku e, wana tabu zao, wanataka unga, wanataka mchele, wanataka ajira, wanataka kuangalia mpira, wanataka kuenda mziki kudensi. Wananchi wanataka wana vitu wana wana vingi, na, na, na kile ambacho wana feel wakati huo kinaweza kudecide e, watachukua mwelekeo gani. Kwa hiyo e, inaweza isiwe na maslahi kwa taifa lake, na narudi ya taifa sio serikali, lakini kwa binafsi inaweza kuwa na maslahi lakini kitu kingine kikubwa ambacho tumekiona duniani angalau katika miaka uh, sabini iliyopita ni kwamba siku hizi hiyo inaoitwa public inaweza kuwa manufactured eh, unaweza ukatengeneza eh, dhana au au picha fulani kuhusu public, lakini ukija kuichunguza unakuta sio public hiyo ambayo inazungumza, isipokuwa kuna mikono mingine na na hili ndio wakati mwingine inakuwaga Uh, tatizo kwenye taaluma uh, kama ya ya uandishi wa habari kwa sababu ukiwa umesoma uandishi wa habari au umepita ume kwenye mafunzo ya uandishi wa habari ya kawaida, utafundishwa kwamba kazi ya mwandishi wa habari ni kutoa taarifa, kuelimisha na kuburudisha eh, lakini eh, mafunzo yetu kama waandishi wa habari wakati mwingine ni mafunzo ambayo hayakupi picha pana ya mambo yanavyokwenda duniani. Kwa hiyo kwa mfano kwa mfano, na mara nyingi sana huwa narudia Uh, maneno ambayo aliwahi kuniambia aliyepata kuwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Kamilus Membe. Uh, Membe aliwahi kuniambia kwamba tofauti kubwa kati ya dini eh, lakini pia na na masuala zima la uhusiano wa kimataifa, international relation, kwamba katika dini ukitoka kwa binadamu juu yetu kuna Mungu, uh, lakini katika international relation ukitoka hapa kwa binadamu hapa juu yetu hapa kuna watu, Membe alikuwa anaoita miungu watu lakini miungu watu, alafu ndo kuna Mungu. Na akaniambia miungu watu sio, uh, sio binadamu, sio kwamba ni watu, sio nusu viumbe gani kwenye uhusiano wa kimataifa. Miungu watu ni haya mataifa makubwa tunaita superpowers, na superpowers zina zina zina, zina behave e, au zina, zina tabia ya kupenda kulinda maslahi yake au kupeleka maslahi yake uh, katika mataifa ambayo wanadhani kwamba kuna vitu wanavitaji. Uh, jana nilikuwa nasoma uh, E, ripoti moja ambao wanasema kwa mfano wa Marekani e, katika kitu wenyewe wanaamini kitu kinaitwa Pax Americana, kwamba Marekani ndio taifa kubwa duniani na sehemu zote ambazo zina madini a, zina mafuta zina kitu gani e, lazima Marekani iwe na interest katika hayo maeneo. Kwa hiyo e, ndio maana hata sasa hivi unaona kinachotokea kwa mfano Venezuela, a, watu wanasema macha laba pengine Rais Maduro Uh, anaafuati misingi ya kidemokrasia lakini uh, kinachotafutwa pale Venezuela sio demokrasia ambayo inasemwa lakini ni mafuta ambayo demokrasia ambayo Venezuela wanayo. Kwa hiyo kuna mifano ya, ya, ya namna ambavyo watu Akwezi. Walikuwa watu walikuwa wanafuata vitu eh, vya maana eh, walikuwa aonekana wanafuata mambo ya demokrasia, mambo ya kudai haki lakini kumbe hiyo hiyo public ilitengenezwa na, na CIA na mifano miwili nikaitoa hapa haraka haraka. Kuna mfano ambao ulitokea uh, kule uh, Iran uh, ambako uh, sele, wa, watu wa CIA pamoja na na MI6 Uingereza um, walishirikiana kumtoa madarakani alikuwa uh, kiongozi wa Iran uh, Mossadegh, na kosa la Mossadegh lilikuwa kwamba alisema anataka alitaifisha uh, mali za, za, za, za mabeberu na mojawapo ilikuwa nadhani ni kampuni ya mafuta ile ya BP. Uh, mabeberu walikuwa na shida na mafuta ya Iran, kwa hiyo uh, wakatengeneza uh, chuki dhidi ya utawala wa Mossadegh, uh, Mossadegh sha, wa Mossadegh Mossadegh akapinduliwa wakasoma namurudisha Shah, na iliyochukua wa Wairani muda mrefu baada ya kuwa na ripoti za CIA na MI6 kujua kwamba kumbe e, ile ya kumtoa Mosadek haikuwa ishu ya kizalendo e, ile public ambayo ilikuwa inapiga kelele kwa Mosadek afai na kila kitu ilikuwa ni uh, kazi ambayo ilifanywa na watu wa CIA. Lakini mfano ambao mara nyingi unaumiza watu wengi mpaka hasa kule Amerika ya Kusini uh, ni uh, Chile ambako uh, kiongozi wa mapinduzi uh, anakuwa anaitwa Salvador Allende alipinduliwa pia eh, lakini pia alikuwa na msimamo wa kulinda rasilimali za kwake e, na yakatengenezwa mazingira ndani ya Chile kiasi kwamba aliondolewa madarakani fuje kwa wakubwa, akaingia madarakani eh, mtu anaitwa Agustino Pinochet, mwanajeshi ambaye alikuja alitawala nchi hiyo vibaya sana, lakini alikuwa na baraka za, za, za wakubwa. Kwa hiyo uh, hata ukiangalia sasa hivi Sudan, ukiangalia jirani zetu wa Sudan ambako ilitokea machafuko, ambako kwa maana mtu kama Samy Awami angekuwa wakati ule wa Omar Hassan al Bashir angesema angekuwa upande wa kina Ala, kwa sababu kina Ala ndo alikuwa anapigania demokrasia, utawala bora na kila kitu, lakini tunachokiona leo Sudan ambacho kinaendelea kwamba kumbe kuna watu walikuwa na shida na dhahabu ya Sudan, walikuwa na shida na, na mafuta ya, ya Sudan, wakatengeneza hiyo uh, resistance dhidi ya serikali na ambao pia ilikuwa na makosa yake ya Ras al Bashir, lakini ukiangalia Sudan sasa hivi unagundua kwamba hata kile kilichotokea wakati ule mpaka leo jeshi jeshi limepasuka, ni kwamba ile public ambayo ilikuwa inapiga kelele huenda pia ilikuwa manufactured. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sisi kama waandishi wa habari, kwa mfano katika mazingira kama haya ambayo tunayo Tanzania sasa hivi, tunaposema mwandishi wa habari yuko loyo kwa taifa lake, ni kwamba sasa hivi unatakiwa kufikiria ni kwa namna gani e, nchi yetu itarejea katika umoja wake katika amani yake katika kupendana kwake. Kwa hiyo mwandishi wa habari ambaye anapenda taifa lake na yuko tayari kufia taifa lake, sio serikali, atatamani kuwe kuna maridhiano. Sasa hivi atatamani vyama vizungumze, e, atatamani e, Tanzania ipate katiba mpya, ambayo katiba mpya itaweka taratibu wa kuwa na taasisi ambazo ni imara zaidi, na hizo taasisi zitasaidia kuwa na taifa ambalo lina watu wanaheshimiana. E, kuwa mwandishi wa Eh, unaipenda taifa lako haimaanishi kwamba wewe mwandishi huyo, eh, anafurahia akiona watu wanapigwa risasi au anafurahia akiona watu wanatekwa au watu wanakamatwa bila kufuata sheria. Hapana, actually mwandishi ambaye anapenda taifa lake au yuko loyo kwa taifa lake ni mwandishi ambaye atafanya kila anaoliweza kuhakikisha kwamba taifa lake halikwendi kwenye kusereleka, kwa atafanya kila anaolifanya bila ya kujali serikali gani iko madarakani. Haya mambo ya kupenda vyama, kupenda labda kusapoti mtu fulani wakati fulani, haya ni masuala tactic ambayo unafanya kwa sababu maisha ya jamii yanaendelea. Lakini the idea kwamba mimi ni mwandishi ambaye niko tayari kufanya lolote kwa ajili ya taifa langu ni idea kwamba taifa lina mipango ya muda mrefu, taifa lina maslahi mapana ya watu, na wakati mwingine kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo hatuaminiani, tunaishi katika dunia ambayo hujui jirani yako anakupangia kitu gani e. Na ndio sababu kila wakati, hata wakati wa amani unakuwa na majeshi, unakuwa na silaha na kila kitu, kwa sababu hujui adui yako anakupangia kitu gani, hujui haya mataifa makubwa, mabeberu hawa, Membe aliwaita miungu watu, wanapanga nini nje ya taifa lako. Sasa ukiwa mwandishi ambaye e, unawaza una wakati fulani kwamba hapa ni mimi niko upande wa wananchi, lakini bila ya kujali kwamba tuko pia katika dunia ambayo wananchi wanaweza kuwa manufactured tu katika dunia ambayo kuna mataifa makubwa ambayo yakiona mataifa yana ya rasilimali uh, fulani fulani, wanaweza kufanya chochote kwa kisha kwamba nachukua rasilimali zenu. Nafikiri itakuwa ni naivu kufikiri kwamba wakati wote mwandishi unatakiwa kuwa uh, labda na public au na, na, uh, bila ya kuangalia hiyo uh, public yenyewe ikoje wakati huo uh, muktadha wakati huo uh, ukoje. Lakini kikubwa zaidi ni kufahamu kwamba jukumu la waandishi wa habari haliishii Uh, kwenye kuangalia ile misingi ya uandishi, lakini pia ni kuwa na context pana ya namna dunia inavyokwenda, kwamba hapa tulipo, uh, tunaishi katika dunia ambayo hakuna Mungu hapa duniani, kila nchi inaishi yenyewe kwenye mfumo huu wa dunia, na wale ambao wana nguvu ndio watasurvive, wale ambao wanajua kuishi kwa ujanja ndio watasurvive, na wale ambao watakuwa wanaishi Uh, bila ya kujua dunia na kwendaje wataperish. Asante sana. Salam salam. Naona ndugu yangu Bwana Kamwaga amenijibu. Um, nilipoisikiliza niligundua tu kwamba hii ni moja kati ya zile topic ambazo hamwezi kukubaliana, hamwezi kufikia hitimisho, mnakubali kuto kukubaliana tu alafu maisha yanaendelea. Uh, yeye yeah, yeah, ana msimamo wake na wakwangu, na nadhani inabidi bidi baki hivyo, lakini kuna vitu ambavyo amevizungumza ambavyo naona itakuwa vyema kuvigusia. um, namna ambavyo Kamwaga amezungumzia taifa kwa maslahi ya taifa ni namna ambayo kwa mtazamo wangu ni kama vile anatumia hiyo taifa kama neno taifa kama vile kama kichaka cha kutaka kujificha kuji uh, badala ya kuzungumzia um, taifa liko wazi. Taifa ni nini liko wazi kabisa. Um, na haya ni maneno ambayo nyakati zingine huwa yanatumika kirahisi rahisi kiujanja ujanja, ujanja. Lakini kwa mfano tuchukue maneno matatu manne, unaposema nchi, unamaanisha mipaka ya kijiografia na vingine vilivyomo ndani humo unapozungumzia serikali au dola, inajulikana ni kikundi cha watu fulani. Unapozungumzia taifa unazungumzia watu, unazungumzia watu wake. um, wengine wanaenda mba, ndani zaidi. Taifa linaweza kumaanisha kwamba watu milioni sitini na tatu, lakini taifa pia inawezekana ikawa Wagogo, Wanyamwezi, kina watu wale, tamaduni zao, na ni hilo ndo taifa sasa namna uh, ambavyo Kamwaga ametumia taifa ni kama vile kwamba kulinda si taifa, ni kama vile taifa ni mamisitu misitu, kama vile ni si madhahabu, siuesijara si, si bandari, kwamba ni kama vile anazungumzia hao, kwamba hilo ndo taifa ambalo yeye anahisi anatakiwa alilinde, lakini taifa sio mavitu hayo. Taifa ni watu. Sasa anasema Uh, kwa muktadha ule wa 29 Oktoba kwamba kulikuwa na public mbili, kuna public moja iliyoenda, uh, kupiga kura <laughs> na nyingine ilienda kuharibu, uh, mali za watu. Uh, kwanza hapo tu alicho kinachonishangaza ni kwamba hajagusia public nyingine ambayo iliuawa, um, uh, na binafsi, um, nashangaa <laughs> nimeshangaa sana kwamba anaweza hata akaleta aka, aka, ulinganifu huu kwamba kuna watu walienda kupiga kura wakasumbuliwa. Kuna mtu ambaye gari lake liliharibika, sijui liliua lilifanyaje, lilichoma moto. Unazungumzia usumbufu wa kwenda kupiga kura. Ni kweli ni haki ya mtu kupiga kura, ni muhimu ikalindwa, lakini usumbufu huo mvua kama ingenyesha hiyo haki ingeweza kusumbuliwa pia. Kuna watu wangeshindwa kuenda ku, uh, kupiga kura kwa sababu mvua kubwa imenyesha, mafuriko imetokea, mtu akashindwa kwenda kupiga kura. Kuna usumbufu huo, um, ambao ungaweza kutokea tu na haki hiyo ikawa imesumbuliwa au imebabashwa kwa namna moja au nyingine. Lakini unaachaje kuzungumzia vifo? Watu wamekufa wengi unaachaji kuzungumzia hiyo sasa. Kwa mtu kama ndugu yangu Kamwaga ambaye anazungumzia kuna public nyingine anataka ku, ananikumbusha ana kwamba kuna vitu viliharibiwa, kuna, kuna watu walisumbuliwa kwa sababu ya kile kilichotokea. Inanisikitisha, ina na inaniumiza na kunikasirisha kwa kweli, kwa sababu hii ni sawa na kwamba una nyumba mbili, mmoja umeme umekatika nyingine inaungua moto, wakati watu wanakimbia kwenda kujaribu kuzima moto au kushughulika na umoto kwenye hii nyumba moja, wewe unazungumzia nyumba ambayo umeme umekatika. Unasema, kuna watu mo ndani wameshindwa kuangalia TV kwa sababu umeme umekatika, ndio wamepata usumbufu kwa sababu umeme umekatika, umekaa kwenye giza, lakini unafahamu kwamba kuna nyumba hii ambayo imeungua ambayo hutaki hata kuizungumzia. Kuna watu wameuawa wame, humo ndani um, well, so kwamba unapata hata ujasiri wa kutaka kulinganisha hivi vitu viwili, kati ya umeme uliokatika kwenye hii nyumba na hii nyingine anayoungua, usumbufu walioupata hao wengine, kuliko hawa ambao wameuawa, inanishangaza. Una basi la shule la watoto mia moja limepata ajali njiani watoto themanini tisini wamekufa wengine kumi wame, wamejeruhiwa vibaya, basi limeziba njia, kuna watu wameshindwa kwenda kuangalia mpira wa Simba na Yanga. Wakati sisi tunashughulika na marehemu na msiba wa watoto waliouawa kwao, unasema lakini kuna wengine wameshindwa kwenda kuangalia mpira, wamepata usumbufu. Unafahamu, walikuwa na, wanataka kwenda kuangalia mpira, wameshindwa kwa sababu basi limeziba njia unazungumzia vitu kama hivyo kwamba ni ngumu kwako kujua media ilipaswa kufocus na nini hapa, kwenye hivi vitu viwili, kati ya watu waliopata usumbufu wa kupiga kura na wale waliouawa, halafu kuna wale ambao waliua hawa watu. Kamwaga, hufahamu kwamba as a media tulipaswa, public gani ambayo tulipaswa kusimama nayo na kuigusia zaidi? unazungumza kuhusu public kuwa manufactured um, naifahamu hii narrative, naifahamu hii theory. Mimi naitani, it's such a lazy thinking, such a lazy theory um, ambayo um, nafahamu kuna watu wengine wanapenda kuitumia pia um, unashindwa kukaa na kufikiria ndani, sababu na mzizi ya kitu unataka kuchukua vitu vya juu juu vya haraka haraka tu, lakini hii aina hii ya, ya thinking hii ya CIA na MI6 ndio wamekuja ku wanatengeneza hizi vitu na majirani zetu wanaotuonea wivu na sijara yetu. Hii ni aina ya thinking ambayo inapeleka tatizo kwingine, inasema mimi kiongozi ambaye nilitakiwa kuchukua responsible kwa kwa responsible kwa responsible hiki kilichotokea, mimi nimefanya vizuri tu, mimi kila kitu nafanya sawa kabisa, lakini kuna wengine, kuna watu huko nje ndo wana wanatusumbua hapa, sio mimi. Mimi mimi sina wajibu, mimi sitakiwi kuchukua wajibu wote ule kwa hiki kilichotokea, ni wengine ni aina ya thinking, ni aina ya nani ambayo inaondoa responsibility kwa wahusika na watu ambao wanatakiwa kuwajibishwa na kuwahamishia kwa watu wengine. Such a terrible thinking, I cannot believe. Kamwaga, una unalinganisha kile ambacho Trump anafanya saizi Venezuela um, na na uh, real issues ambazo watu wanazo umeuliza kama ingekuwa ningekuwa Sudani ningesimama na kina ala au ningesimama na fukusi? ningesimama na kina ala. Hawa ni watu ambao walikuwa na real issues, walikuwa na shida, maisha ni magumu, hakuna fursa za kujipatia kipato, watu wanauawa, watu wanateswa, watu wanatekwa. These people had real issues, they stood up against their dictator, wakasimama wakafanya yale mapinduzi, it's just unfortunate kwamba this two men wenye masilahi yao ya kijeshi tuna waka hijack that revolution. That's what happened, whahapene yeah. Initially hawa watu haya makundi mawili ya jeshi yali hijack the real revolution, the real issues ambazo watu walikuwa nazo, na wakasema hapana. Sasa unashindwa kurudi nyuma na kuangalia kiini hasa cha kina ala kusimama na kumwambia Bashir, hatukutaki unachukua juu juu tu huku una, kama vile stori ilianza na kina Hemeti na huyu mwenzake kupigana, tunashindwa kurudi nyuma na kujua kwamba, the Sudanese people walikuwa na real issues they still have. Unachukua tu hichi cha juu hapa cha hawa oh, wa wanajeshi wenye ulafi na maslahi yao binafsi na kushawishiwa na vibaraka vao kwenda kusababisha kilichotokea.

Tuchukue hizi clips chache ambazo um, uh, vijana hawa wa Mbeya wamekuwa wakimwambia huyu waziri mpya wa vijana. Umeziona, umesikia the issues ambazo young people are talking about um, these are real issues. Umemsikia huyu bibi uh, naamini ni mshirika wa, wa Gojima. Umesikia mambo anayozungumza, these are real issues so kwa wewe kusema kwamba tunaishi kwenye dunia si, yani nini unataka kusema kwamba Watanzania hawana matatizo, hawana uwezo wa kukasirika, hawana haki ya kusema hichi hatukitaki, hawana haki ya kusema iko hivi iko vile iko hivi, kwamba hawawezi kuchukua, hawana ajensi wakasema kwamba tuna shida na tunataka vitu viwe hivi au hivi hawana huo uwezo isipokuwa mpaka walipwe, isipokuwa mpaka akina CIA na MI6 wao tu wakija wakaingilia, ndo wananchi wanaweza wakasimama wakasema tuna shida hapa na hapa na hapa. Ni matusi ya hali ya juu sana, ni dharau ya hali ya juu sana kwa Watanzania, au kwa watu ambao wanasema kwamba we have a problem and it needs to be fixed. Wana uwezo wa kutambua haya mambo na wanaweza wakayasema na wanaweza wakayasimamia. Kwa nini tusikubali kwamba hivi ni vitu vinatoka kwa wananchi wenyewe? Haya ni mambo wananchi wenyewe wanazungumza, lakini tunataka kuhamisha tu kwa majirani, wanatuonea wivu na SGR, na CIA na MI6 wanakuja, si kufanya nini kwenye nchi yetu. Inasikitisha sana kwamba kama media unasema uh, inakuwa haujui e, unatakiwa kusimama wapi hapo, kwamba tunatakiwa kwenda kwenye sijui mas, si, si, hata sielewe vitu gani umezungumza. Um, hii ndio kazi ya media imekuwepo kila siku, kwamba hujui kwamba kati ya watu waliopata inconvenience ya kupiga kura na wale waliowaa, hujui media ilipaswa kusimama au kuzungumzia nini? You've been an editor unafahamu kwamba chombo cha habari kwenye mazingira kama haya kinachukua, unakwenda kwenye press conference, unakutana na mwanasiasa hata bwabwaja tu kwa saa nzima, masaa mawili, unachukua aliyozungumza kwa dakika kumi labda. So, kati ya hawa waliokuwa inconvenient kwenda kupiga kura na hawa waliouawa na hawa ambao wameuawa waliouawa Huna uhakika, hujui kwamba media ingepaswa kuchukua public gani, kama ambavyo unaita, kwa maana kuna public nyingi. Unasema public nyakati zingine haijui inachokitaka, inataka muziki, inataka disco, inataka nini. So, in this context, hujui public ina, inazungumza nini, inataka nini, kati ya hawa waliopata usumbufu wa kupiga kura na hawa waliouawa na hawa walioua. Hujui public ina, inataka kuzungumzia nini you been an edito kamwaga you don't know what's newsworthy here nesworthy you know how much i espe to you um, kwawewe kutokujua what's newsworthy here it, it, i dont know what to say i don't know what to say and it is exactly this kind of attitude ambayo imefanya wananchi wakataa evyombo vya habari imekataa waandishi wa habari kwa sababu we have refused to listen to people's real issues na kuziweka katika umma, aidha kwa sababu kweli ya mazingira magumu, lakini I'm very convinced sasa ni kwa sababu ya attitude kama ya kwako, kwamba tunashindwa kuchukua real issues za wananchi.

Alafu siku hizi ni rahisi sana, nenda kwenye comment section yako angalia watu wanasema nini eh. Siku hizi ni rahisi mno, nenda kwenye comment sections za, za vyombo vya habari ukiso, watu sauti za watu ziko wazi sana, watu wanasema nini. Kama ambavyo ni responsibility ya wanasiasa kusikiliza watu wanasema nini, It's a responsibility ya sisi kama wandishi wa habari